Lakini mchezaji atatuambia exactly ni nini leo kimetufanya tuondoke na pointi tatu. mambo vipi poa <laughs> yeah. upo na furaha kiasi gani? <laughs> nafuraha sana kwa <laughs> yeah, sababu ndo mchezo wetu wa kwanza, Mwenyezi Mungu ameweza kutujalia tumepata pointi tatu mm-hmm. mm. sawa, hebu niambie ulivyokuwa dimbani, ukiangalia ni mechi ya kwanza, ni kitu gani ambacho kilikuwa kinakujia eh, akilini mwako. Ah, kitu kilichokuwa akilini mwangu kabla hatujaanza mchezo mm. Yani ni, ni kufanya tu kitu kwa, kwa ajili ya kuisaidia timu ili tuweze kupata pointi tatu, maana tukishinda mchezo wa kwanza, michezo mingine itakuwa mirahisi kwetu mm -hmm. Ndo nikaingia na focus ya kupambana kwa hali ya juu ili niweze kuisaidia timu. mm -hmm. Yeah. Dakika za kwanza kabisa tukaua watu kwa, kwa goli moja, baadaye of course tukafunga la pili, lakini pia wakarudisha goli moja na tumeondoka na pointi tatu. Ni kitu gani ambacho kiliweza kufanya pengine wakaweza kutufunga lile goli moja? Lakini uh, ni makosa tu madogo madogo ambayo, na tukirudi kwenye kiwanja cha mazoezi mm-hmm. Mwalimu atakaa na sisi wachezaji na atarekebisha, next match tutafanya vizuri zaidi ya hii. Kitu gani ambacho nawaambia um, mashabiki wa Fountain Gate lakini pia wachezaji wenzako? Ukiangalia, hii ni mechi ya kwanza katika zile mechi ambazo tutaenda kucheza uh, 2025, 2026. Uh, kingine ambacho ningependa kuambia mashabiki wasichoke kuja kutusapoti, maana tunapowaona wenyewe wanatusapoti, wanatupa hope nzuri ya sisi kufanya vizuri. Kwa hiyo sisi tunawaomba waje kwa wingi, na sisi tunawaahidi hatuwaangusha, tutafanya vizuri zaidi ya msimu uliopita uh. Asante sana uh. Yes, ilikuwa ni Fountain Fountain Gate FC as Fountain Gate under 20. Vijana wamepambana vilivyo, tunaondoka na pointi tatu dhidi ya Mtibwa Sugar kutoka kule eh, Morogoro. Wanarudi, of course, wakiwa na majonzi But guys, thank you so much. Usiache kutufuatilia kupitia social media zetu ikiwemo Instagram, Twitter ama X, lakini pia YouTube uweze kupata habari zote ambazo zinaendelea ndani ya Fountain Gate. Lakini kupitia Instagram unaweza kutupata kupitia Fountain Gate Youth.